Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Ijumaa, katika oktava ya Pasaka mwaka si wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 12 na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 21 aya kwanza hadi ya kumi na nne. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Baada ya hayo, Yesu akajidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Ipacha na Nathaeli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebedayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro akawaambia, naenda kuvua samaki, na wakamwambia sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi ilipokucha Yesu akasimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Nao hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa mia mbili, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakawaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa mia hamsini na watatu na ijapokuwa ni wengi namna hiyo jarife halikupasuka. Yesu akawaambia njoni, mfungue kinywa. Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza unani wewe, wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akatwaa mkate akawapa na samaki vivyo hivyo. Hivyo ndivyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, karibuni tusikilize tafakari ya sehemu hii ya injili tuliyoisikia. Tukiwa bado katika oktava ya Pasaka, leo tunamwona Yesu akiendelea kujidhihirisha kwa wanafunzi wake wanafunzi ambao wako katika hali ya mkato wa tamaa na kukosa matumaini. Wanafunzi ama mitume walioyashuhudia vizuri mateso makali ya kutisha na yenye kuyaibisha na kuhuzunisha na kufedhesha ambayo Bwana wao aliyapata kisha akafa msalabani. Haya yaliwafanya wakose matumaini na kukata tamaa, lakini baada ya siku tatu Yesu alifufuka. Wanawake walipopeleka kwa mitume habari za ufufuko wa Yesu, mwinjili Luka anasema kwamba maneno ya wanawake yalionekana kuwa ni upuzi kwa mitume. Pengine ni kwa sababu walifikiri labda kwa mateso yale waliyoyashuhudia na kifo kile alichokufa Yesu, haiwezekani afufuke. Hapa wanafunzi wanayasahau mafundisho ya wa Yesu aliyewaambia kwamba atauwawa na baada ya siku tatu atafufuka. Zaidi ya hapo, baada ya mitume kuridhika kwamba Yesu amefufuka, pengine walifikiri kwamba ndio wakati ambao Yesu atauchukua ufalme wa Israeli, yani ufalme wa kidunia na aanze kutawala huku, wao wawe kama wasaidizi wake. Lakini baada ya kufufuka kwa Yesu mambo hayawi hivyo. Yesu anakuwa akiwatokea kimiujiza na kwa namna ambazo siyo za kawaida. Yesu aliwatokea milango ikiwa imefungwa. Pia katika Uyahudi zinasikika habari hapa na pale kwamba Yesu amewatokea watu. Yesu akai tena na wanafunzi kama ilivyokuwa kabla ya mateso. Wanafunzi wanaona bwana wao amebadilika, kwani hakai nao pamoja kuwafundisha, kula nao, na pia kwenda hadharani pamoja nao, hili linawafanya wafikiri kwamba Hawawezi kuendelea kukaa katika hali hiyo ya mashaka na kutokewa kimiujiza na Bwana wao. Matumaini yao juu ya Yesu yanafifia na wanaamua kurudi kwenye maisha yao ya kawaida ya wakati ule wa kabla ya kuwa wafuasi. Petro, aliyekuwa mvuvi kabla, anawatangazia wenzake kwamba anakwenda kuvua samaki. Wanafunzi wengine nao wanakubaliana naye na kumuunga mkono. Hapa sio kwamba wanaamua kuanza maisha mapya bali wanaamua kurudi kwenye ukale. Tunaposhindwa kumwelewa Yesu, tunaposhindwa kuelewa kwamba alikuja ulimwenguni kutukomboa na kuturudishia hadhi ya watoto wa Mungu, au tukiwa na uelewa usio sahihi kuhusu Kristo, tutaona kuwa maisha ya kuendelea kuwa Wakristo na kumwamini Kristo hayana maana au ni upuzi na huo unakuwa ni mwanzo wa kurudi kwenye ukale, maisha yasiyoona nguvu na ukuu wa Kristo mfufuka. Tusipotambua mpango wa Mungu katika maisha yetu, tutakuwa wadhaifu kiimani na hatimaye kuanguka. Hili linaonyeshwa wazi kupitia mitume hawa ambao wanaamua kurudi kwenye maisha yao ya kale, kwani waliona kwamba Yesu hawasaidii kuyapata yale ya waliyoyatarajia kutoka kwake. Hapa tunaona kwamba mtazamo wa mitume kuhusu maisha ya Yesu ni wa hali ya kibinadamu, hali ya ufalme wa kibinadamu. Walishindwa kutambua kwamba Yesu mpango wake ni wa kiroho na hata umasia wake ni wa kiroho na ni wa maisha ya milele na sio maisha haya mafupi yapitayo. Hivyo mitume hawakuwa na uelewa juu ya mpango wa Yesu. Hivyo wanaamua kuachana naye na kurudi kwenye ukale. Pengine na sisi, licha ya kwamba ni Wakristo, Ukristo wetu upo katika majina na tunaishi ukale. Pengine tunatazamia Yesu atakayetupa mali, vyeo na utajiri wa kidunia, na pale tunapoyakosa hayo, tunaamua kutafuta njia zetu wenyewe za kujipatia hayo. Huko ni kutokuelewa na kutokumuelewa Kristo na mpango wake wa ukombozi. Mitume wa Yesu waliporejea kwenye kazi zao za kale, yani uvuvi, hawakupata chochote usiku kucha. Kumbe hata sisi tunaweza kurudi kwenye maisha ya ukale yasiyothamini uwepo na nguvu ya Mungu na tukaishia kuvuna mabua. Yote ni kwa sababu ya kushindwa kutambua kwamba Yesu amekuja kutukomboa na kutuweka huru kutoka utumwani wa dhambi, ili tuwe watumwa wa Mungu Baba, utumwa wenye heri na fanaka. Yesu anapojidhihirisha tena kwa wanafunzi, anataka kuwatia moyo na kuwarudishia matumaini. Anataka wafunguke mioyo na akili zao, wamtambue, wamwelewe na pia wayakumbuke mafundisho yake. Pia anawataka wautambue na kuelewa mpango wake wa ukombozi na waweze kuendana nao. Anapowatokea, anazidi kuwaonyesha kwamba hajawatupa na kuwasahau, bali anawajua, anawapenda na kuwathamini. Yesu hapendezwi na tamaa ya kutaka kurudi maisha ya kale. Hii ndiyo maana anataka kuwarudisha kwenye njia iliyo sahihi hata sisi tunaporudi kwenye ukale ama kwenye maisha ya dhambi, Yesu Kristo mfufuka anatusubiria kwa sakramenti ya Kitubio na Ekaristi ili kuturudisha tena kwenye imani na matumaini kama maujaji wa matumaini hapa duniani. Mitume, kwa hali yao ya kibinadamu, hali iliyo dhaifu, waliendelea kuwa na wasiwasi na mashaka hata baada ya ufufuko wa Bwana. Lakini walipompokea Roho Mtakatifu siku ile ya Pentekoste, walitambua vyema mpango wa Kristo na kwa kina, wakajawa nguvu, hekima na ujasiri. Hofu na mashaka yakatokomea na wakaanza kumhubiri Kristo msulubiwa bila uoga. Na sisi tuendelee kumwomba Mungu Roho Mtakatifu atuimarishe katika ukristo wetu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Priscus Chua wa Shirika la Wamisionari wa Damu Takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Buffalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!